Ramadhani imetufundisha ataaun, kushirikiana. Tulikuwa tunaingia sote msikitini kwa pamoja, tunapanga safu, tunainuka, tunaswali tarawehe kwa pamoja, kila mmoja anamwonea huruma mwenziwe, kiasi ya kwamba moyo wako haukupi akikufuata mwislamu akakwambia leo mimi sina futari ukamtoa patupu. Hivyo hivyo, unaingiza mkono wako mfukoni, utachokipata unampa. Ramadhani imekufundisha kupendana. haya mapenzi usiyachukue tu ukayabaliza ukayaacha ndani ya Ramadhani. Yachukue ya Ramadhani. Ramadhani yachukue uende nayo nje ya Ramadhani. Ramadhani imetufundisha asafi, kusameheana kwa sababu ulikuwa ni mwezi ambao kwamba Allah ametangaza msamaha kwa waja wake wote, ile kuudiriki tu Ramadhani umeingia ndani ya msamaha, Endelea kusamehe pia baada ya Ramadhani. Ramadhani imetufundisha sila kuungana, kuwaunga wazazi wako. Leo kuna watu wako wameingia Ramadhani na wametoka Ramadhani na wamo ndani ya Idi sasa hivi, lakini wana utasi bado, na baadhi ya ndugu zao hawazungumzi nao. Mmoja katika wema aliwahi kumwambia mwenziwe, akamwambia ya bunaya, ewe mwanangu, ewe mwenzangu la tashabanna, usije ukasahubiana katika hii dunia na mtu ambaye kwamba amba, hana sifa ya kuunga udugu, ana sifa ya kuukata udugu. Kwa nini akamwambia hivyo? Amwambia fa inni wajadtuhu maluna fi kitabi llah, nimemkuta mtu mwenye sifa ya kukata udugu, nimemkuta amelaaniwa kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, fi thalathati mawadhi katika sehemu tatu, fahal asaitum in tawallaitum an tufsiduu fil ardi wa watukatiu arhamakum ulaika ladhina lanahum llah fa asamahum wa ama absarahum. Na sehemu nyingine katika surati Raadi na sehemu nyingine katika surati Lbaqara, Mwenyezi Mungu anatangaza khasara na anatangaza laana kwa mtu ambaye kwamba anakata udugu. Ramadhani ili kufundisha kuunga udugu kumpenda Mwislamu mwenzio kumwonea huruma, usimdhulumu, ukampendelea yeye kile ambacho kwamba wakipendelea nafsi yako. Na Mtume sallallahu alayhi wa aleh wasalam anasema la yuminu ahadukum hatta yuhibba liakhihi ma yuhibbu linafsihi, kile unachokipendelea nafsi yako mpendelee ndugu yako.